Taarifa nyingine kwenye gazeti hili, wastaafu kulipwa mafao yao ndani ya majuma matatu. Habari njema hiyo. Ukurasa wa tatu na kuna uh, hii habari kwa kina ambayo inasema kwamba hakuna longolongo uh, -longo tena katika Ndiyo. ulipaji mafao pindi mwanachama wa mfuko wa hifadhi ya jamii anapostaafu baada ya waziri wa nchi wa ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na uhusiano usisangu, kwa maana ya Deusi Sangu kusema kwamba ndani ya siku thelathini muhusika anakuwa ameshalipwa amesema. hivi sasa uh, kila ifikapo tarehe 25 ya mwezi wanachama wa mifuko pia wanapata mambo yao. Kurasa tatu kuna taarifa hmm, kwa kina yes. Wastaafu mnasemaje na hizo eh, siku ambazo wanasubiri kulipwa majuma matatu. Yeah, ah, niko na shauri pia wao wa wanakutanishwa kwenye darasa fulani wanapata semina. Oh, kuzoea, uh, kuzoea kuziona hela nyingi ndiyo. Kujifunza matumizi ya hela nyingi kuliko ambapo ikitoka eh, milioni sitini anachanganyikiwa, milioni sitini yote anatenga ka milioni ishirini kwa ajili ya kufurahia maisha. Amezungumza jambo la msingi sana. <laughs> ilisha kutolewa makala moja, inaeleza namna ambavyo hawa ndugu zetu uh, watumishi wa serikali ndio kwamba hawaandaliwi juu ya kuishi maisha nje ya ajira, lakini pia hata namna ya kutumia hizi fedha ambazo wa wanalipwa mara baada ya kustaafu. mm -hmm. Sasa unajua, kinachotokea ni kwamba labda inaaminika kwamba hawa ni wasomi. Wow. Ah, wanajua, eh, wanajua. Eh, ah, okay. Ni kwamba tuanze kumfundisha sasa hivi mwalimu mstaafu namna ya kutumia hela <laughs> na eh, ya kutumia eh, eh, na fedha ni ya kwake, ndio anaendelea kushangaa. Ikawa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinaaminika kwamba hii, sasa, uh, yes, wasomi, yeah. Kwa hiyo hakuna haja ya kwanza sana kuwapiga huo msasa ah. Lakini nadhani kuna namna ya, ya kuwasaidia yes, sababu wengi pia yeah. huwa kwa mfano inapotokea oda wanakosa elimu, wengi wanaanzisha miradi ambayo hawana uzoefu nayo mm. Mwisho wa siku inakula fedha nyingi na baadaye inapotea e, ni kwa sababu tu una hela, unajua unaweza mm. kumuhudumia so, bana lugono hakuna uh, eneo huko nitafutie eneo bana eka mm. mbili nipande mapala mimi mshangao wangu huko kwa hapa kwamba mimi naamini ukiwa na umri kama wetu huu wao wako binas na wengine tuliko hapa yeah. Ni umri wa kufanya kazi yeah. Ni umri ambao unachanganua mambo kwa kina na kwa kufikiri sana yes. Inapofika mtu miaka 60 amestafu au anapewa fedha nyingi mm. Ni kwa nini asipewe kabla aanze kuandaa mazingira kustaafu kuliko kupewa pale kuuuliuaale baadaye wakati akili, <laughs> akili, yeah. akili imeshachoka na mwili umechoka lakini sheria yetu inasemaje? Ah, mi nakubaliana na sheria sasa, so, ni wazo wangu kama Mtanzania, najaribu <laughs> tu <tukufikiria. laughs> kwa, kwa maelezo hayo Bwana Jongo ni kwamba labda tufanye maboresho ya sheria zetu, najaribu tu kufikiria kwamba yu... <kwala> labda mtu asisubiri mpaka staafu ndio apewe, lakini ah sasa hapo kwenye wazo la kamkubwa. Kwa hiyo apewe akiwa na umri gani? umri anapoendea kufanya kazi aende kupewa hela yake. Afyatakiwopo mwishoni awepo kidogo. Unapompa mtu milioni mia moja, mm, ana miaka sitini, akili imechoka, mwili umechoka, akafanyie nini? Na ndio pale inatokea mtu yo, anarubuniwa. Ndo nasema ndo unatokea pale kurubuniwa, mm, amechukua <laughs> kamanzi ka, ka fulani <laughs> Kamanzi hoye. Mambo ya bebes. Hey. Hey. Ah, mambo mazuri kabisa <laughs>